Maji kama nilivyokuahidi kwamba leo tutaiangalia na kuichambua hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyetoa katika baraza la Eid el Adha pale katika ukumbi wa Dr. Ali Muhammad Shein Tunguu, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja. Na bila shaka kuna matukio kadhaa yameendelea pale. Sasa kuyazungumza kwa kina tumemwalika hapa mchambuzi wetu Rashid Muhamed Rashid kutueleza na kutupatia angalau picha na mashiko ya moja kwa moja juu ya hotuba ile. Karibu sana Rashid. Asante sana. Kwanza, jambo la kwanza tumeona mabadiliko ya utofauti kwa maana ya maeneo. Yeah. Mara hii sala ya idi kitaifa e, ilisaliwa kule eneo la Bambi katika Masjid Taqwa, jambo ambalo mara nyingi tumezoea kuona sala ya idi e, ikisaliwa pale katika masjid jamii Zinjibari pale, oh, uh, Mazizi uh, hata ule msikiti wa Mazizini hmm. Pia nakumbuka Mwembeshauri tunakuta katika wilaya ya mjini mm, au mkoa mjini Magharibi kwa ujumla tunaona matukio hayo yanafanyika ya yana. Lakini mara hii imekuwa tofauti kidogo, tukaona mabadiliko yametokeze. Hata baraza la Idi kwenye sikukuu ya Idi al-Fitri tumeshuhudia hotuba Mheshimiwa Rais aliitoa katika ukumbi wa polisi Ziwani. Lakini yeah, mara hii tumeona eh, sikukuu hii ya Eid al-Adha, Eid ya uchinjaji. Hotuba ameitoa pale katika ukumbi wa Dkt. Ali Mohamed Shein. Kwa jicho la uchambuzi hii natupatia tafsiri gani? Asante uh, sana mtazaji, kwa kwanza kwa fursa ya kuweza kuzungumzia jambo kubwa sana jambo mm -hmm. la linalomhusu Mheshimiwa Rais. Hilo tayari ni, ni jambo kubwa sana na naamini uh, hotuba uh, ilikuwa ni nzuri na uh, licha ya kuwa ni fupi, lakini yani ni fupi kwa dakika, lakini pana kwa kwa mantiki na na na na, na maono yake. Lakini kabla ya kufika huko, ni kwanza mimi nipende kuchukua nafasi hii uh, na hisi, Tanzania tuna msiba kama walivyoanza kusoma ile taarifa kwamba wenzetu kulembea ume... mm. Wamepata, tumepata msiba mm. wa kitaifa ambapo kama alivyosema Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi pamoja na rais wa Tanzania Mheshimiwa Dr. uh, Samia Suluhu Hassan wametuma rambirambi kwa mkuu wa mkoa wa Mbeya kufuatia hii tragic accident ambayo ni, na, ni wase pia uh, kupitia nafasi hii, sasa hivi tuko katika sikukuu uh, haya mabarabarani hakuna mtu ambaye amesalimika, yule ambaye amesomea udereva na leseni hata yule ambaye anapita njiani pedestrian. Kwa hivyo tu tuwe makini uh, katika wakati katika mabarabara, kwa sababu uh, sote tunasema ndo tunatumia ile kauli ya kusema sisi hmm. mm -hmm. ni walemavu watarajiwa yako, yako kwa mambo kama haya, wewe unaweza ukawa makini, kumbe nyuma yako mbele yako kuna mtu makini na vitu kama hivyo. Kwa hivyo Mungu atusalimu, kwa sababu tayari tumepoteza nguvu kazi watu, usalimu, yari, watu ishirini na nane kupoteza maisha ni nguvu kazi kubwa na kama unavyojua dira yetu ya Zanzibar mwaka elfu mbili na ishirini elfu mbili na thalathini pamoja na dira Tanzania ina, inawekeza katika human, human capital development mm -hmm. yaani, kuweza kuwawezesha watu kiujuzi na mambo mengine. Kwa hivyo tunapopoteza watu ishirini na nane taifa ni msiba mkubwa yeah. Kwa hivyo tuwape pole wenzetu na sisi basi tuchukue nafasi hii uh, kuweza vyombo vya usalama na sikukuu hizi pamoja na sisi wenyewe tunaopita mabarabarani ma kuwa makini mm. kama ulivyosema swala la Idil Haj uh, hutuba pamoja baraza, lakini sala zimefanyika uh, wilaya ya kati kwa mm. mwaka huu mwaka elfu mbili na ishirini na tano mm. lakini mwaka elfu moja mia nne na sita hijiria mm. hii ni ni ni ni mwendelezo wa juhudi za ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar katika kuhakikisha kwamba kila wilaya inafikika na mm. Tayari kwa taarifa ni kwamba wilaya zote wameshazimaliza mm. Kwa hivyo kama utakumbuka mwaka jana ulifanyia Pemba, Pemba. Mm -hmm. uh, kwa baraza la Idil, uh, Alhaj yani tofauti na Idil Fitr. Kwa hivyo Idil Haj imekuwa na tabia kwamba ku, ku, ku, kuenda kila wilaya, na hizi ni juhudi za ofisi ya mufti, lakini juhudi za Mheshimiwa rais kama unavyoona mm. yeye mm. ni rais wa watu wote. Kwa hivyo rais wa wilaya zote rais mm wa shehia zote mna, mm 388 88 za Unguja na Pemba. Kwa hivyo yeah, ni ni jambo zuri na yeah, kama mwenyewe alivyosema na uh, mheshimiwa alivyosema kwamba kila sehemu inafanyika akiwemo yeah, uh, uh, katibu mtendaji wa ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar Sheikh Halid Ali Faume alithibitisha kwamba imefanyika wilaya ya Kati na imefanyika kwa mafanikio makubwa mm. na wamepata mashirikiano makubwa na uongozi wa wilaya, kamati ya usalama na mashehe mm. kama utavyoona kwamba mheshimiwa rais wakati alivyomaliza sala alikutana na mashehe wa wilaya na kuweza kuongea mustakbali mbalimbali mm. mbali, lakini ku, kuwapa aa, yale mawili matatu ambayo alikuwa nayo kwa hivyo mm. binafsi nasema ilikuwa na mafanikio makubwa sana na ni kwamba uh, mheshimiwa Rais wa uh, Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi anaacha alama mm, na kwamba kuona oh, hii ofisi yetu ya mufti mkuu wa Zanzibar ina ina penetrate maana sema inapenya kila sehemu mm. Na kama ulivyoona, ukumbi ulikuwa hautoshi mm. Watu wengine libidi viti vya ziada viletu maana watu walifurika, mm, wananchi wa hali ya kawaida, viongozi mbalimbali mbali wa serikali, viongozi wa sekta binafsi uh, mm. mabalozi na uh, na watu mbalimbali, wawakilishi wengine wa vyombo vya kimataifa. Sasa mm, kwa, kwa jicho la kiuchambuzi ndi. Tunaona nini ndani yake? Kufanyika kwa sala na mabaraza katika wilaya mbalimbali za Unguja na Pemba ni swala zuri kwa sababu uh, mm. kwamba ni kwamba Uh, tofauti na miaka zamani yeah, kama alivyosema, baraza lilikuwa mm. linafanyika jami peke yake like, yani swala pamoja na baraza kufanyika labda baraza mm. la wawakilishi la zamani kwa Sheikh Abdul mm. Wakil mm. au zamani kabisa mm. ukumbi wa Bwawani mm, na sasa hivi maanake ni kuona kwamba mheshimiwa rais anawafikia wananchi, lakini mm. sio mheshimiwa, tunapoenda baraza maanake Uh, kuna vitu vingi mm. uh, utakumbuka kwamba mheshimiwa rais pia alichinja, kwa hivyo hata ile nyama naamini hawakuwa ng'ombe mmoja au wawili mm. pia itagawia katika wale shehia husika. Ndiyo. lakini watu wa shehia husika wanapata, uh, pengine watu wa wilaya husika wanapata uzoefu, wanapata kuwa pamoja na mm. katika mambo kama kama utavyoona, kamati nzima ile ushirikia ni kamati ambayo imetoka wilaya kati, lakini baadhi ya waloshiriki pale katika kusoma labda Qurani, katika Ku, ku, kuipamba ile shughuli ni watu kutoka huko mm -hmm. Lakini na vile vile ile upekee kabisa wa mashehe kupata ana kwa ana umaona ni kitu kikubwa sana kwa hivyo uh, mweshimiwa, utakuta leo ukakutana na mashehe wa hmm, wilaya ya kati, pengine kesho kusini, kesho kuto hmm, maharibi e, kesho kuta maharibi b. Kwa hivyo ni jambo zuri, hata wale ambao wanakuwepo hmm, sikirahisi kila mwananchi wa kawaida kuweza kushiriki baraza barazaaai. Laki, uh, wilaya ambao inakuwa inaratibu jambo hili hakikisha wananchi wana, wa makundi mbalimbali wanashiriki katika lile tukio na kupata wanaita ile direct contact yani mm. moja kwa moja kwamba wanamwona mheshimiwa ndo huyu mm. pengine hawajai kumwona katika maisha yao, lakini mm. hawajai hata kusikia moja kwa moja mm. kwa hivyo ile ni fursa nzuri na uh, wilaya husika inakuwa ina, ina, inapata faida nyingi sana sawa sawa. Sasa tuingie katika ukumbi wenyewe ambapo kumefanyika eh, baraza hili la Idi. Kulikuwa kuna viongozi mbalimbali pale viongozi eh, ambao bado wanaendelea kuongoza lakini kuna viongozi wastaafu walikuwepo pale. Na wakati Mheshimiwa Rais akihutubia hadhira, miongoni mwa mambo ambayo ameyazungumza alizungumzia kuhusiana na umuhimu wa ibada ya hija kwamba ni miongoni mwa nguzo tano za Kiislam, lakini hakuacha kuzungumza kwamba amepata faraja na kuona inatia moyo baada ya mahujaji takriban uh, 2460 kwa mwaka huu kutoka Zanzibar walikwenda kule uh, Saudi Arabia kwa ajili ya ibada ya Hija. Unadhani kupitia idadi hiyo eh, tukilinganisha na miaka iliyopita, manake ongezeko limeendelea kuchukua nafasi. Mambo haya ya kuongezeka kwa idadi ya mahujaji yameshajihishwa na nini hasa? Asante uh, sana. Mi nafikiri na bila shaka hizi ni juhudi za mm. Kamisheni ya wakfu na mali ya mali aa usimamizi uh wa, mm. na waratibu wa masuala hayo ya hija kwa Tanzania nzima, mm. na pia kuna umoja wao uh, utahiza a yeah. wa taasisi za hija uh, Zanzibar, lakini mm. pia umoja wa taasisi za hija Tanzania mm -hmm. Hao kwa pamoja wamekuwa wanafanya kazi kwa kushirikiana na serikali mm. kuona kwamba wanaboresha na kama unavyoona mm -hmm kumekuwa weza kusema utitiri lakini mm. sio mkubwa wa taasisi mbalimbali za hija binafsi mm. kila kila mwaka. Hata hivyo, kamisheni ya wakfu na mali ya amana, na Kusawabu, uwezo, ya mali ya amana wanajaribu kudhibiti na kukontrol kwa sababu huwezi ukaanzisha taasisi ya hija Shehe Ali ukasema mbilo, leo naondoka na watu watano mm. Kwa hivyo kuna kanuni na taratibu ambazo zinaongoza kwamba je, taasisi yako angalau imefikisha watu wangapi, otherwise basi ufanye joint venture ungane yani mm. na taasisi nyingine ambazo tayari ziko well established, zimeshajianzisha, kwa hivyo Uh, taasisi hizi uh, kwa pamoja kwa kupitia kamisheni ya wakfu imekuwa ikifanya juhudi mbalimbali mm. Na vile vile mafundisho haya ibada yenyewe ya hiji yamekuwa yakiendelea katika misikiti yetu, lakini katika semina, katika mahala mbalimbali mbali, kama unavyoona mm. Uh, sasa hivi tuko katika utandawazi na mitandao ya kijamii mm. Unakuta baadhi ya taasisi wanafanya mafunzo yao wanayarusha hewani mm. Moja kwa moja na watu wanapata, kwa hivyo watu kwanza yes. Wamepata uelewa mkubwa zaidi kuhusiana na ibada yenye ya hija. Unajua, ibada ya hija ni jambo tukufu mm -hmm. kwa hivyo, na wakati mwingine inaweza kawa mtu ana uwezo, kwa sababu ni nguzo ya tano kubwa kabisa ya Uislamu kwamba mm -hmm. e, ili ukamilike uislamu wako basi na hija uikamilishe japokuwa sio kwa wote, limani kwawote istata'a, kwa yule ambaye atakuwa na uwezo mm -hmm. kwa hivyo unakuta wakati mwingine baadhi ya watu wana uwezo lakini hawaendi. Sasa kumekuwa na juhudi za maksudi nafikiri binafsi za baadhi ya watu kuwafata hususan, wengine waheshimiwa mm, wateule wa rais, kwamba kuna hichi na hichi kwa hivyo mm, uh, unakuta hiyo imesaidia ime, lakini hata juhudi za serikali kuna vitu vimepungua vime, vime kwa mm, mfano baadhi ya harama katika mm, katika ufanyaji wa hizo hija uh, serikali imejaribu ime kufuatilia ku, na uh, pamoja kama nakumbuka mwaka jana ilikuwa kuna yale mambo ya vaccination mm, corona japo kwa mara hii, kwa hivyo kuna vitu ambavyo serikali kwa kiasi fulani inasaidia, lakini moja ambayo serikali kubwa imefanya ni kufanya mashirikiano baina ya nchi yetu ya Tanzania au Zanzibar na serikali ya Saudi Arabia, ambapo umeona kwamba kwa mara ya kwanza mara hii kumetoka ndege ya moja kwa moja ndege yani ambayo imeenda moja kwa moja. mm -hmm. Watu washazoea kusafiri masaa kumi na nane, pengine njiani watoke hapa labda wapite Addis Ababa au watoke hapa wapite Dubai wapite wapi pale tena wanasubiri yani, machofu mengi sasa. mm -hmm. Mara hii kwa mara ya kwanza tumeshuhudia kwamba mahujaji wamefika ndani ya chini ya masaa matano katika katika katika katika ibada yani, ez wamefika Maka kwa kwa sababu ni kwamba kulikuwa kuna ndege ya moja kwa moja, na hii isingewezekana kama mm, sio mazungumzo um, baina ya serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ndio yenye wizara ya mambo ya nje na uhusiano mm, na ushirikiano wa Afrika Mashariki mm. Kwa hivyo ndio yaliowezesha. Kwa hivyo uh, hizi zote ni juhudi, lakini vile vile uchumi umeimarika kwa kiasi, kwa hivyo tunaamini wengi ambao wameenda ni kiasi ambapo uchumi wetu umekuwa vizuri Zanzibar, haukuwa kama ule tuliokuwa nao. Kwa hivyo idadi uh, kubwa sana, ni zaidi ya watu elfu tatu ambao haijawahi kufikiwa tangia sisi tunaanza safari za hija na mm-hmm. kama waivyosema, zaidi ya watu elfu mbili kutoka Zanzibar, uh, tofauti na Tanzania ungetegemea kwamba kwa sababu Tanzania ni kubwa sisi tuna watu milioni moja laki nane n Tanzania bara kuna watu milioni uh, yeah, sitini na mm -hmm. kama tuna hisabu za sasa hivi maana mm -hmm. sensa ilifikisha hamsini na kitu. Kwa hivyo uh, sasa watu sitini mm -hmm. lakini tanzania imaji kwa hivyo, Zanzibar ime imedhihirisha jambo kubwa kwamba Uislamu wetu uko vizuri, lakini watu wameamka wame sana katika mm -hmm. maswala haya. Inshallah, mimi na wewe mwakani pia tuende tuweze kuongeza idadi. Amin. Sasa Mheshimiwa Rais alipokuwa akizungumza, kuna kauli ambayo alirejea mara kadhaa kuhusiana, na inatia moyo mwaka huu yeah, na inatia moyo kutokana na juhudi mm, za serikali kwa kushirikiana na Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana, ikiwemo katika kutatua changamoto mbalimbali. Mmoja mbali, yeah, ya utatuzi wa changamoto hizo swala hili la safari pia, lakini kuna changamoto nyingine zipi ambazo labda wachambuzi mkikaa na mahujaji au na nyinyi kama mmepata nafasi ya kwenda kutekeleza ibada hiyo, changamoto hizo pengine ambazo mmekuwa mkikumbana nazo, na serikali kwa kushirikiana na kamisheni ya wakfu na mali ya amana katika kuzitatua ni zipi? Miahisi changamoto kubwa sasa hivi ambayo hmm, sio changamoto ambayo hata Mheshimiwa Rais juzi alizungumzia ni uanzishaji wa mfuko maalum wa hija ambao tayari upo katika hatua nzuri, na Mheshimiwa mwenyewe ameshaugusia si zaidi ya mara moja, hata mwaka jana kwa hmm, hivyo tunaamini upishi uh, unaendelea hmm mambo mazuri hayataki haraka, kwa hivyo haya hmm. eh, hmm. ni mambo ambayo yanahitaji utaratibu kupelekwa sehemu husika na kuweza kuridhiwa na Mheshimiwa mwenyewe mazali ameshaisema. Tunaamini hii itakuwa ni suluhisho kubwa sana kwa hmm. kwetu Zanzibar. Kwa kuweka mfuko huu naamini uta, utasaidia kutatua mambo mengi kwa kwa uh, Rashid, kuna mataifa ambayo yana mfuko ya kama huu, na tukasema tunaweza kuchukua mfano rahisi wa kuona pia idadi yao namna wanavyoshiriki katika kutekeleza ibada hii kutokana na msaada mkubwa wa mfuko. Ndio mataifa mengi mm. na unakuta nchi kwa mfano, ukitoa mfano mzuri kama kisa cha Amir wa Libya mm -hmm, kilikuwa maarufu sana yule mtu ambaye alikuwa amevaa kanzu ya mistari mistari na kunini yule, alisaidiwa kupitia mfuko wa hija, kupitia mm -hmm. nchi yake, na yeye mwenyewe hakuwa na uwezo mm -hmm. wa kwenda kule, lakini mm -hmm. kutokana na ile miundombinu na mfumo ambao nchi ya Libya wameiweka kuweza kuwasaidia baadhi ya watu ambao wana hmm kisi vigezo fulani ameweza. Kwa hivyo ni nchi moja, lakini nchi nyingi sana zina mm. zinatumia, zina mfuko kama huu kuwezesha, kwa sababu si kila mtu ambaye na uwezo wa ku, ku, kuenda kule mm, lakini kupitia nchi ambazo zinajali raia yake na nchi nyingi kama Nigeria na, na nyinginezo, mm. ukifuatilia zaidi tutaona. Sijafanya bahthi kubwa, lakini mm. naamini zipo nchi, kwa sababu najua na kwamba kuna nchi zinawapeleka mm. raia wao. Sasa hoja yangu ni kwamba kama tutakuwa tuna mfuko huo unafanyaje kazi ili kuzingatia pia mm. sheria za Kiislamu isi, isifikie hatua kidogo ikaleta changamoto iwapo pengine mtu ameingia katika mfuko huo na akanufaika pengine na mfuko huo kwenda yeah. kutekeleza ibada ya hija. Mi nafikiri mashehe wetu <laughs> tuna Baraza la Ulamaa yeah. Zanzibar, wataalam sana wa, <laughs> wana, wanajua mambo yeah. wataika, kwa sababu unajua mifuko iko mingi. Kwa mfano mm. kuna mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi mm. uh, ambayo sasa hivi tumeipa tume mamlaka ya uwezeshaji kwamba walikuwa na utaratibu wao. Kwa hivyo mm. si kila mtu tu ana, ana, ana, ana, anaweza kupata nake. kutakaa jopo mm. la ulamaa wataalamu, naamini wataweka viwango vizuri na kuweka taratibu kuona vipi mfuko huta utawanufaisha mm -hmm. wananchi wahitaji zaidi. Uh, Mheshimiwa Rais hakuacha kuzungumzia swala la mafunzo ambayo tunapaswa kuyazingatia hususan katika kipindi hiki eh, cha kutekeleza ibada hii ya hija mm. miongoni mwa mafunzo hayo uh, hakuacha kusita kuzungumzia swala la uh, umoja na udugu, ni jambo ambalo linatufundisha kwa sababu tunakutana na watu wa rika mbalimbali mbali, mm. watu kutoka maeneo mbalimbali mbali. Umoja huu unapaswa kuendelezwa, uh, lakini tukitazama kwa muktadha wa nyumbani hapa, swala la umoja mm. na undugu limetamalaki Hmm. hahitaji tochi Kiyo, wanasema hahitaji tochi mm, mm, wala hahitaji microscope, yani ni kitu ambacho kiko bayana kama uh, mwezi kumi na tano uh, ya mwezi kumi na tano unakuwa uh, hata ukidondosha sindano chini basi uh, nje unaiona usiku uh, uh, kwa hivyo swala la amani umoja ya mshikamano uko wazi Zanzibar uh, na alhamdulillah tumeamka hivi na uh, uh, hatujasikia uh, uh, wala hatutegemei kusikia uh, uh, kutokuwa pamoja kwetu labda kutoshikana mm. kwetu na mm. kutengana kwetu mm. na alikuwa anahamasisha swala la kutokuwepo ubaguzi mm. pamoja, mm. pamoja na hayo kwamba sisi Wazanzibari tumeungana mm. tangi dahari na enzi na Mungu atujalie tuendelee. Kwa hivyo viongozi wetu wamekuwa wa hii ni ni, ni ni moto tuseme, au ni kauli mbiu kwamba hawezi hata mheshimiwa rais kama utamchunguza hotuba uh, zake hata iwe ndogo vipi eh, eh, as long kwamba kuna masi ya watu basi hatuache ku, kusema hilo uh, nini na amelisisitiza hivyo. Wakati pia wakati kwa kutambua kwamba tunaelekea katika swala zima la uchaguzi mwaka mm. huu atapofika uh, Oktoba na akasema kwamba tujitahidi kabla wakati na baada ya uchaguzi nchi yetu kuendeleza kwa katika umoja. mm. Sote si tu ni mashuhuda nchi zetu jirani tu Kenya na kwengineko machafuko ambayo yanaendelea na mambo mm -hmm. mengine mm -hmm. Sisi tunaamka vizuri tunafika makazini tunafika makondeni tunafika uh, masokoni na tunafanya shughuli zetu. Kwa hivyo mimi ni asset wa Zanzibari. Hili ni mm -hmm. jambo kubwa mm -hmm. si jambo linalohitaji wanasema Uh, PhD, au uh, li, linahitaji li, pengine rocket science kuweza kulitambua. Mm, kila dini uh, mm. ipo kila imani ina, inahimiza hivyo, kwa so, sababu, bali si imani, hata mtu asiwe na imani asiwe na dini yoyote, ubinadamu tu unasema mm. kwamba sisi tunatakiwa tuishi kwa umoja na mshikamano na kwamba kupitia hivyo ndo tunaendeleza maisha yetu kwa, mm. kwa hivyo uh, li, ni waase tu wananchi na raia kwa ujumla kwamba tuone tunu huu mshikamano na umoja tuliokuwa nao na tuendeleze, kwa sababu ndio sababu ya mafanikio na maendeleo yetu ambayo tuliokuwa nayo. Lakini jambo jingine ni kuhusu utii uh, kutekeleza ibada eh, ya hija ni kutii maamrisho ya Mola wetu. Lakini mheshimiwa rais pia akasema utii huu kwa, kwa, kwa nadharia nyingine pia hata kutii sheria za nchi eh, ni, ni miongoni mwa mambo ambayo yanatupatia fadhila kubwa sana lakini, kwa jicho lenu eh, watu wa uchanganuzi, katika nadharia hii ya utii, unaangaliaje katika mtazamo mwingine zaidi ambao utakwenda ku, ku, kuisaidia jamii na kulingana na maneno ya Mheshimiwa Rais kwenye hotuba ya Baraza la Idi? sawa So, sawa so, utii ni jambo muhimu sana katika mm -hmm. maisha mm -hmm. na manaake uh, sisi, uh, sisi mafundisho ya Uislamu ndio inatutaka hata tukiwa watatu. Mtume uh, anasema idha kuntum thalatha falyuamir ahadukum yani, mtapokuwa watatu basi mmoja wenu awaamrishe, yani, awe amiri au awe hmm. kiongozi hmm. kwa maana tayari mnapokuwa watu kwanzia watatu tayari hapo kuna mkanganyiko, kila mtu anaweza kuwa na maamuzi yake sasa hmm. nabidi hata sisi tunapoenda tu safari na vitu vingine, au tukaandaa kamati ndogo ndogo, lazima awepo mm -hmm. mtu eh, ambaye sasa anapaswa kutiiwa katika yale ambayo amen. Kwa hivyo hata team work anasema when you have a team you have to get a team leader. Yaani, mm -hmm. uwe na kiongozi katika katika nini. Kwa hivyo huyu kiongozi anatakiwa kutiiwa, anatakiwa kufuatwa na anatakiwa ku yale maelekezo ambayo anayatoa. Na sisi tunaamini mara nyingi uh, team leader au amir au kiongozi anachaguliwa au anateuliwa mm. Na Mheshimiwa Rais ye eh, amechaguliwa na wananchi wa Zanzibar kwa zaidi ya asilimia hamsini, sikumbuki ngapi, lakini ilikuwa mm. zaidi ya asilimia uh, hamsini, kwamba wana wa Zanzibar kwa, kwa hivyo baada ya kuchaguliwa kwa mujibu wa katiba yetu, lakini kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi ni kwamba yeye anakuwa rais wa nchi na na kwa kuwa rais wa nchi, sote tulimchagua na tusiomchagua tunatakiwa kumtii. Lakini uh, zaidi kama utakumbuka, uh, hata Sheikh Khalid, katibu mtendaji ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar, aliligusia ili jambo na akatoa reference ya hadithi ambayo ipo hata katika kitabu kidogo kabisa cha Imamu Nawawi ambacho inasema kwamba uh, Mtume alituusia ali, ali ali yani kiasi ambacho mm. mpaka yani yakabujika yaka machozi yani, tukashtuka tuka katika yale maelezo yake n yani, nini anataka kutuambia mm -hmm. mshoni. Kwa hivyo akasema mwisho wa ile nini maelezo yake, akasema anawausia juu ya kumtii kiongozi yani, usiku bita wasama yani kumtii na kumsikiliza kiongozi hata kama anayeongoza pengine ni uh, ni mtu mweusi mm -hmm. kwa maana kwamba uh, uongozi haijalishi ni nani anafanya. mm -hmm. Sio kwamba yule ameshakuwa ni kiongozi mm -hmm. na tayari ameshachaguliwa au ameteuliwa kwa nafasi yake, basi anatakiwa kutiwa na katika utiifu huu mm -hmm. Sasa ndiyo tunapata tuna, tuna, tuna kuweza kufikia lile lengo ambalo ni, kwa hivyo ni, ni wajibu wetu kwa mtu katika nafasi yake, hata ni mkuu wa division hmm. Labda ni mkuu wa idara au ni mkuu tu sehemu, katika, katika hata rais wa serikali ya wanafunzi manake kwa hivyo mtu yeyote ambaye tayari ashakuwa kiongozi na amekubalika kuwa kiongozi, ana kuna wajibu wa sisi wananchi wale raia au wale wahusika ambao walengwa, basi kuweza kutiina. Na katika hayo ni, ni mafundisho ambayo tunayapata katika dini zetu, lakini ni mafundisho ambayo tunayapasa hata katika kanuni zetu za kawaida za kiutumishi mm. eh, na mambo mengine ambayo tunaishi nayo. Bila shaka eh, hotuba hiyo ilikuwa fupi lakini Nde, imefana kwa kweli na tumepata na ma, mafundisho makubwa sana. Makubwa. Nikushukuru sana, asante chambuzi Rashid kwa kutueleza hayo, sana. Na mtazamaji tunashukuru sana kwa kubaki nasi na bila shaka tumepata mafundisho hapa kupitia hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi aliyetoa katika baraza la Idi. Kwa niaba ya wote tunakushukuru sana. Mimi ni Ali Kinasa, kwa upande wa lugha ya alama ni Sheikh Khatib, na aliyetuongoza ni Mariam Ame. Sasa, kabla ya kuondoka leo, nitakukumbusha ni jambo moja. Itakuwa kwa njia ya fumbo, lakini itakusaidia wewe, iwapo utalifumbua katika maisha yako. Anasema, panya mwenye kuia paka mwenye kuijali kesho yake kamwe hawezi kumla panya mwenye mimba. Umejifunza? Endelea kufuatilia shirika la utangazaji Zanzibar, tukutane katika hatua nyingine na asante.